Ukizungumzia moja kati ya wa wasanii ambao pia wameweza kuwa wanapatwa na kesi nyingi sana na kuweza kukaa sana e, kwenye masuala mazima ya gereza na vitu kibao kutokea e, uko nje za nje kabisa ni msanii R Kelly. Ni moja kati ya wa wasanii ambao pia e, muda mwingi sana wamekuwa wakihukumiwa na wakiwa wamekaa gerezani kwa muda mrefu sana, lakini sasa timu ya mawakili wa staa wa muziki R Kelly imeweza kutuma ombi la dharura e, wakitaka kwamba R Kelly aweze kutolewa haraka kwenye kizuizi cha serikali ya shirikisho na apelekwe kwenye kifungo cha nyumbani kwa sababu wameweza kukaa sana eh, na kuweza kutumikia sana gereza. Wanasema maisha yake yako hatarini na wametoa eh, tuhuma nzito dhidi ya serikali kwa utovu wa nidhamu ambao umekwisha kufanyika sasa eh, katika, eh, katika, katika kesi yake pia ambayo pia iliweza kuwasilishwa siku ya Jumanne ambayo eh, Violet iliona kwamba eh, mawakili wa R Kelly pia eh, wamedai kuwa wana ushahidi wa kuaminika ya kwamba maafisa wa gereza walimshawishi mfungwa mmoja ili amuue R Kelly wakati akiwa gerezani huko North Carolina ambako anatumikia kifungo cha miaka 30. Tunajua kabisa kwamba miaka 30 ndio ambayo iko inamsubiri ya bwana R Kelly aweze kuimaliza ndipo atakapotoka. Sasa inasemekana kuna baadhi ya polisi au baadhi ya, ya, ya askari ambao walimtuma moja kati ya, ya wafungwa waweze kumuua mshikaji kumpoteza na kumpoteza kabisa. Sasa ameweza kuwasilisha tamko hilo kiapo eh, kutoka kwa mfungwa mwenzie na R Kelly ambaye anafahamika kwa jina la eh, Michael Michael Genstein ambaye pia aliweza kufichua kuwa maafisa e, walimuahidi e, wali kumwachilia huru ikiwa atamuua e, Arakeri katika siku zake za mwisho kabisa. E, bana enoma sana so, walizo kupanga njama na mshikaji ambaye pia alikuwa amepewa kazi hiyo, akaamua kutoa siri, bwana mwana, mimi nilikuwa nimepewa dili kwamba nikiweza kumuua e, Arakeri basi nitaachiwa au kuweza kutoka gerezani, lakini mshikaji hakuweza kufanya hivyo. Sasa Stein pia alisema kwamba aliambiwa kuwa Arakeri na mawakili wake walikuwa wanakaribia kuweza kufichua taarifa nzito, jambo ambalo pia lilihusishwa na madai ya kwamba maafisa walivunja haki ya siri e, katika mteja wao au katika, e, katika mteja wao ambao pia anaweza kumfanyia kesi hiyo na mawakili kwa kuweza kuchungulia e, barua binafsi. Lakini pia alieleza kuwa aliambiwa kwamba atashtakiwa kwa mauaji ya Arakeli, lakini ushahidi ungefanyiwa ila e, ila hakuweza kuhakikisha kwamba hakuta kuwepo na hukumu, kwamba mshikaji alisema kwamba hata endapo angefanya tukio hilo, angeweza kumuua na angeweza kufahamika, basi kesi yake isingekuwa na uzito kiasi hicho, kwa sababu zilikuwa ni njama tu ambazo zimekwisha kupanga na wao wenyewe polisi au maaskari kutokea huko gerezani. Yapi maoni yako kuhusiana na hili kwamba mshikaji sasa, sasa kwa nini mtu aweze kumuua na tayari umekwisha kumfunga miaka 30 na anaendelea kuitumikia? eh, drop comment comment ya, yako yako hapo, lakini lakini maoni yatakuwa ni muhimu zaidi. Subscribe channel yetu, lakini pia ku like comment utakuwa